Ambapo mahakama kuu kitengo cha ardhi imeshindwa kukata kiu wananchi waliofika katika mahakama hiyo ili kusikiliza hukumu ya kesi iliyofunguliwa na mbunge wa Kinondoni, Maulidi Mtulia, ya madai ya kesi ya msingi ya bomoa bomoa. Uamuzi wa kesi hiyo ulitarajiwa kusikilizwa Januari 25 mwaka huu, lakini umesogezwa mbele hadi Januari 26 mwaka huu. Josephin Mwaiswaga ametuandalia taarifa kamili. Katika hukumu hiyo iliyotarajiwa kutolewa Jumatatu ya wiki hii ya Januari 25 mwaka huu kabla ya kuahirishwa, idadi ya wananchi waliojitokeza kusikiliza uamuzi huo imekuwa ndogo, tofauti na ile awali iliyojitokeza wakati wa kesi hiyo inaanza. Walengwa katika kesi hiyo ni wakazi wa bonde la Msimbazi, Magomeni Mkwajuni, Hananasifu, Magomeni Suna, Kigogo na maeneo mengine ya mabonde katika jimbo la Kinondoni. Mtuli amefungua kesi hiyo kupinga kubomolewa kwa wakazi hao bila kuwa na njia mbadala, ikiwemo kupatiwa makazi mengine wananchi wake yenye usalama zaidi. Kesi hiyo inasikilizwa na jaji wa Mahakama Kuu Pentorini Kente. Iliwakilishwa na wajumbe saba ambao ni wananchi pamoja na mwanasheria wa mbunge huyo Abubakar Salim na mbunge mwenyewe Maulidi Mtulia, na sababu za kuahirishwa kwake hazijajulikana, ambapo uamuzi rasmi utatolewa Januari 26 mwaka huu. Josephine Mweswaga, Star TV, Dar es Salaam.